Baada ya kuiposti nikajua tayari tumeenda finali. Ngoja nikuoneshe. Mimi najua waga alama za finali, alama za ushindi. Ehe. Simba, Ehe. Simba hapa ingia. Hii hapa. Ulipoposti shaba akatoa macho hivi. Nikajua hii finali. Picha hii hapa hii. Hii hapa hii. Hii picha hii hapa hii. Ah, mwekee sema aje hapa. Ielezee picha sasa. <laughs> <laughs> <laughs> ulivyopiga picha hiyo. Ehe. Na ukaiposti. Ehe. Nikasema Simba tumekwenda finali. Finali. Shaba ukimwona ametoa macho namna Ehe. hii Ehe. Tumeenda fainali, baba, nilivyoona <laughs> <laughs> umetoa macho namna eh, hii. Hii picha imepigwa uka, ukapostiwa uka eh, nikajua tayari tumeenda fainali, eh. Mara zote ukitoaga macho na ukivimbisha mashavu namna hii, baba, tunafanikiwa <laughs> Baba tunafanikiwa. Kwa nini? Unaona hii presha ikashuka, nikatulia, nikasema finali tunaenda. Unataka eh, kuniambiaje kuhusu finali? Ukitoa macho namna hii tena, baba, tunachukua <laughs> ni kitu ambacho hey, wana Simba walikuwa kusubiria kwa hamu. Ndio hii hatuishii hapa. Ndiyo. Ndiyo. kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, inshallah ndio tunaenda kuchukua taji hili, inshallah. Captain, tumecheza nyumbani ushindi wa bao moja, ugenini tumepata matokeo ya suluhu, tumeenda fainali. Kuna kauli niliwaambia watu, kuna watu naona wanazungumzia vibaya ushindi wa goli moja ambao tumeupata Nilisema si kitu kidogo, unajua goli moja ni muhimu sana. Nafikiri leo imeonekana thamani ya goli moja captain. Yeah. Tuna finali mkononi, lakini tuna mashabiki wamekuja wengi hapa, kama tuko nyumbani. Naamini pia hata hey, Moroko, yes, au Algeria tutakapokwenda, tutaenda na mashabiki wengi pia kwa kutosha, sababu hii ni Simba ya ubaa bwela, yes, nguvu, yes, ya mama hii imeonekana, imeonekana kabisa, imeenda, imeenda. Ah!